Helo uh, wana KHP, acha niwaite hivyo, sababu nimezoea kuona wa uh, kwa kikundi ki watu wakisema hivyo wana KHP. kwa hiyo acha pia mimi leo ni wa address kama wana KHP. Na tumai mko salama na mimi niko salama, na leo ni siku ingine mzuri sana ijapokuwa kibaridi, ukiniona <laughs> hivyo unaweza fikiria hali tu sawa <laughs> lakini kiukweli kuna baridi kiasi ya kwamba uh, mikono imekaa wazi muda kwa muda kiasi hadi ikashindwa kuvumilia baridi. <coughs> Je, pia wewe huwa unasema ya kwamba watu wakienda uh, nchi za Ulaya huwa wananyamazia wale ambao walibaki Afrika? <coughs> Ikiwa jibu lako ni ndio, utuambie kwenye comment section below, na ikiwa jibu lako ni hapana, utuambie kwenye comment section below lakini unaweza ukawa unasema ndio, na ikiwa ni ndio, tuambie ni ndio ama ni hapana. Jaribu kuwa muwazi uh, ijapokuwa usifuate jibu langu mimi <laughs>, lakini wewe ulete jibu lako niweze kukusikia. Kumekuwa na hiyo msemo sana, ya kwamba watu wakienda nchi za Ulaya mara nyingi huwa hawashiki simu za watu ambao walibaki Afrika <laughs> Je, ni ukweli ama ni uongo? <laughs> Wengine wanasema watu wakienda huko huwa hawaongeleshi watu ambao wako Afrika, wanakaa kimya kabisa, ni kama wametutupa hivyo, ni kama wametusahau kweli kweli. <laughs> huwa pia wewe unasema hivyo ama hapana? <laughs> jaribu kuwa wazi. Hakuna mahali ama kitu chochote kibaya ambao kinaweza kikakufanyikia wewe. Tuambie kwa comment section jibu lako ni ndio ama jibu lako ni hapana. <laughs> nataka nikusikie. Uh, pia mimi nimekuwa miongoni <laughs> mwa wale ambao walikuwa wanalaumu sana sana watu ambao wanakuja ndani ya nchi za uh, nje. Ukikuja ndani ya nchi ya nje, mara nyingi watu wanakuwa ni kama uh, wanatulia kiasi, sio kwa marafiki, sio kwa wanafamilia, yaani kidogo ni kama undugu unakuwa unapungua, urafiki unakuwa unapungua kidogo, inaonekana kwa picha. Kama hayo nini, uh, aswa ambao huwa linasababisha hali kama hayo, ikiwa wewe ni mmoja kati ya wale ambao huko uh, mingine ndani ya nchi za Ulaya, unaweza ukawa Marekani, unaweza ukawa ndani ya nchi ya Kanada, unaweza ukawa sehemu popote tu pale ndani ya nchi ile ambayo sio ya kwako, jaribu kutuambia gizi uh, hili jambo vile huwa pia wewe unalichukulia ama kuliona. Je, pia wewe unapata lawama kama hizo, ama kwa mtazamo wako unaweza ukaona ya kwamba uhusiano wako na marafiki zako wale ambao walio uh, waliobaki mahali ambapo wewe pengine umezaliwa pengine umelelewa pengine umekuwa kwa muda mrefu ya kwamba yanapungua. E, upepo ni mwingi sana leo na kibaridi kinazidi kuongezeka. So unaweza ukaona ya kwamba uhusiano wenu kidogo unapungua na wandugu zako na marafiki. Jaribu kutupea uh, yaani jinsi pia wewe unalichukulia hilo swala. Na, leo nataka nizungumzie kidogo kwa upande wangu yale ambayo mimi nimefanyikiwa kujifunza kuhusu hilo swala, sababu ni swala ambalo kidogo naweza nikakubaliana nalo, lakini kwa wengine linaonekana kuwa kero ama linaonekana na picha ambao sio halisi. Uh, kidogo tu nifunge zipi yangu, sababu nahisi ya kwamba uh, baridi baadhi ya vitu zake mara nyingi huwa zinachanganya, lakini pamoja na muda, hali inaendelea kuwa sawa. Usishangae kuniona nimevaa gloves tena <laughs> inamaanisha baridi inazidi eh, kuwa nyingi. Haya, jambo hili ni jambo ambalo kwa kweli limekuwa na, kwa wale ambao pengine wanaweza kuwa Uh, walibaki sehemu fulani na wenzao wakafanyikiwa kusafiri kwenda nje za nje nje za nje <laughs> ya yeah, mara nyingi kunakuwa hiyo hali. Wengine wanaifikiria kwa njia ya kusema sababu wamefanyikiwa, wengine wanafikiria kwa njia ya kusema mahali alienda vitu ziko sawa, yeye huyo amekuwa ni tajiri, ndio maana sisi ambao aliacha huku chini hashughuliki tena na sisi, yani hatujali tena ni kama hatujui tena, hatuko klasi yake. Sisi tumeenda ya yeye ameenda klasi ya juu, ama level ya juu, akatuacha sisi hapa chini. Wengi wamekuwa wakilichukulia kwa picha kama hiyo, ijapokuwa inalingana. Kuna ule ambao anaweza akawa amefanya hivyo kwa njia ya kusema mimi nimeenda kati ya inchi nyingine, nimebadili uh, inchi ama nimeenda viwango vya juu lazima vitu zangu ziwe za juu, marafiki wangu wawe wa juu. Nimeenda ndani ya nchi mpya, acha marafiki zangu wawe wapya na kila kitu yangu kiwe mpya. Kuna wale pia ambao wanakuja na mwonekano kama huo, lakini kwa wengi tunaweza tukawa tunawalaumu, japokuwa hayo sio ndio sababu ya msingi ambayo inasababisha wao kidogo wawe ni kama wa bizi wawe ni kama waonekani, wawe ni kama hawachati na wanafamilia, wawe ni kama hawachati na marafiki muda mrefu ama sana, sawa na vile ilivyokuwa mwanzo. Sababu unaweza kujiuliza swali moja, kila mara mtu akisafiri, akikuja nje ya nchi kama ni tuseme kwa mfano Canada, kwa mfano Amerika, kwa mfano Europe unapata hizo siku mbili tatu ama wiki moja mwezi moja hizo za kwanza ana, nie anawatafuta watu, anawaongelesha, wakati mwingine anawachat na inaweza ikawa na, na muonekano ya kuonesha kwamba pengine alifika nini. Kuna wale ambao walijua alisafiri, kuna wale hawakujua, kuna wale watajua. Na unapata mara nyingi simu, a, anawasiliana na wandugu, wanafamilia, mnapiga story sana na mnaongea, lakini muda mfupi utapata jamaa <laughs> amekimia <laughs> Unashindwa nini, limetokea jamaa? Akanyamaza akueleweki, hali ni gani, nini linaendelea? Jamaa kanyamaza tu hivyo mpaka <laughs> wengi wanaanza kujiuliza maswali, ah, huyu jamaa shakuwa na pesa, sisi watu wa chini hatujali tena. Lakini nisikilize vizuri, kitu ambacho naenda kukuambia sahihi, hilo jambo lazima uh, ulitoi kwanza kwa akili yako kusema ya kwamba sa zingine ameenda klasi ya juu ndio maana anakuwa na hali ya ukimya sana. Wakati mwingine wewe, ambaye aliacha, unaweza kawa na hali mzuri na control ya wakati wako kumzidi yeye. Unajua, wengi tukikuja ndani ya inchi ama wengi wakikuja ndani ya inchi hizi za Ulaya wanakuja na expectation ya juu sana. Kuna standard fulani ya maisha ambao wanakuwa wamejipangia. Unajua, kila mahali ambapo hujawahi kufika, ukikaa chini unakuwaga na hiyo picha, hata ukilala uwe unapaota, yaani unasema mimi natamaniki kuenda ndani ya inchi fulani, uko na picha tayari ya hiyo inchi na sehemu ambao wewe utawahi fikia Oredi uko na picha ijapokuwa hujawahi fika hiyo sehemu, hujawahi kupaona hata kwa video, lakini uko na picha na muonekano ya hiyo sehemu vile inakaa. Tayari kwa akili yako unajua hali ya maisha ambao wewe utakapokuwa nayo utakapoenda ndani ya nchi hiyo. Ndani ya, ya muda fulani utakuwa umetengeneza kama ni asilimia fulani, kama ni vitu fulani, kama ni gari utakuwa uko nayo, kama ni pesa utakuwa uko nazo kama ni kazi utakuwa unafanya ambayo inaongeza pesa mzuri, yaani ushapiga mahesabu yako vizuri sana, hata kabla wewe uweze kufika ndani ya nchi hizo. Unajua kiukweli ni kwamba wengi wakikuja huwa hawaongei ja, hawa ukweli na kwa wao kukosa kuongea ukweli inaweza ikasababisha wengi wanawalaumu kwa hiyo hali ndio urafiki haswa unakuwa unapungua, kwa wale ndugu ambao sio wa karibu sana mahusiano unakuwa pia unakatika, naweza sema unakatika. Kitu cha kwanza ambacho mimi nachokielewa, eh, kuna utofauti mkubwa sana wa masaa. Inaweza ikawa ni kulingana na inchi ambao mtu yupo na inchi ambao ameacha ndugu rafiki ya yeah, kuna tofauti mkubwa wa masaa ambayo nchi zingine unaweza pata mna tofauti ya masaa karibu kumi mna tofauti ya masaa karibu tisa <laughs> ukipiga mahesabu. Kwa hiyo mmoja akiwa ako saa moja asubuhi mwingine anakuwa ako saa kumi <laughs> jioni ama hata saa kumi na moja <laughs> za jioni. Sasa huyo ambaye ako saa kumi huyu ambaye ako saa moja asubuhi akiamka huyo ambaye ako saa kumi na moja jioni anajiandaa hana muda mrefu kwenda kulala. Kumbuka ule ambaye ameamka hiyo masaa. Sasa huyo pia ambaye eh, ameamka wewe ukiwa saa kumi na moja, wewe ukitarajia kwenda kuamka, yeye pia anakuwa anatarajia kwenda kulala. Sasa wewe ukienda kazi mchana umechoka, yeye pia akienda kazi mchana amechoka. Sasa mchana wake ni jioni yako kwako hizo ndo unapata masaa kwanza zinaachana. Sasa mtu akiamka kwenda kazi anarudi, inalingana pia, inategemea aina ya kazi ambayo anafanya, sababu kazi mara nyingi huku sio sawa na za kwetu nyumbani, kuna utofauti kidogo, na kuna zile ambazo zitakufanya kweli kweli uhisi umechoka. Sasa ukiwa kwa hali kama hiyo, ukifika nyumbani, ule ambaye ulikuwa unatarajia pengine kumpigia ama kumwongelesha, yeye tayari ameshalala. Sasa akiwa amelala, wewe pia unafikiria kufanya e, majukumu kama ni kukula, kama ni kuoga, kama ni kuangalia mawili matatu. Yeye huko akiwa anaamka, wewe tayari umesharudi kwa wakati wa kulala, unaona. <laughs> Kidogo inasababisha hamupatani. Kitu kingine ama kitu kingine ni kuna mahesabu ambayo ulikuwa unapiga wewe, ukifika ndani ya nchi unapata sheria kwanza, ni nyingi sana. Umezoea nchi ambao kidogo naweza nikasema haina sheria, kwa wale ambao sheria zinaweza zikawa ziko lakini zinazingatiwa kwa asilimia uh, pengine thelathini, lakini unajipata huko mahali ambapo sheria zinafuatwa kwa asilimia karibu uh, mia hiyo kwanza inakuwa inakupiga chenga hapo. Sheria zao za kazi tofauti na sheria za kwetu za kazi. Muda ambao unapewa kupumzika ni muda mdogo, unatakiwa ufanye kazi, na wewe mwenyewe pengine unafikiria kwamba nimetoka nyumbani, sina kiwanja, niko na familia ambayo inanitegemea, niko na majukumu ambayo natakiwa kufanya, natakiwa kufanya hili na lile, lazima kwa muda fulani niwe nimejitengenezea jambo fulani ambalo linaweza likasaidia familia yangu linaweza likasaidia watoto wangu linaweza likanisaidia mimi mwenyewe siku moja niishi maisha ya kurelax nikiwa uzeeni, sababu ukiharibu ujana uzee utakuwa na shida nyingi sana. Sasa mtu anajaribu kupambana, kuna wale wanafanya kazi mbili yani, muda wake wa kupumzika ni mdogo sana. Ndio kwa kweli anachoka na anatumia muda mwingi sana. Sasa muda wa yeye kuwa na simu unakuwa ni mdogo na masaa pia haziruhusu, sababu muda wake, wengine wamelala, akiamka nyinyi mmelala, nyinyi mkiamka yeye amelala, ama anamalizia kazi nyingine alafu arudi bado kulala. Sasa wanapata hiyo, ina changanya. Kuna wale ambao wanategemea kupata ki, kipato kikubwa sana na mahesabu zao kwa muda mfupi sana ni awe na nyumba, awe na gari, awe na maisha mazuri, awe na pesa, awe na kila kitu sasa akifika anakuta kidogo ni tofauti na vile ambao alikuwa anafikiria. Anaweza kuwa alikuahidi, anashindwa atarudi kuongelesha aje kwa hilo ahadi ambao alikuwa pengine amefanya kwa, ama alikuacha na matumaini ya kwamba atakapofika atakuwa msaada mkubwa sana kwako. Lakini kukuja kufika anaangalia kuwa msaada kwako na kumaliza hizo mahitaji ambazo yeye anazo inakuwa kibarua kigumu sana, yaani inakuwa ni vitu mbili ambazo kidogo zinakuwa ni kama hazingiliani. Kwa hiyo anarudi nyuma, anaweka mikono kwa kichwa, anakaa chini. Sasa saa zingine anaweza kaona aibu ya kukuongelesha. Saa zingine anaweza kakuambia ukweli. Na wengine wana picha uh, tofauti kiasi kwamba wengi wanasema nikianza kukuelezea uh, maisha na majukumu za hapa nitakuwa kama nakuumiza kichwa na sio kila mtu ambaye atakuelewa. Kuna ule ambaye ukimuelezea kidogo, yeye anaona tu jamaa ni njia ya kujitetea. <laughs> na wengine wanasema ya kwamba, wengine wanakimbia watu kwa njia ya kusema huyu, ah, jamaa akiniongelesha yani ni pesa tu anataka. Na wengine wanaweka kwa akili ya kwamba Ulaya ni kama pesa ziko tu, kuna sehemu kienda naenda tuchukue hizo <laughs> ni vitu ambazo wengine wao wanaongelea na wengine wanafikiria, na saswa ni kauli ya wengi ambao wako hapa. Kusema watu wa Afrika wanafikiria ni kwamba tuko na mti ambao tunaenda kuchuna pesa. So sababu ambazo zinaweza sababisha wengi wanakuwa hivyo ni kazi ambazo wanafanya. Mtu anafanya kazi ambayo anachoka, akifikiria kipato na majukumu anasema hapana, hii pesa sioni kama anaweza tumia mtu ovyo ovyo vitu ambazo uh, yaani vitu, ama vitu ndani ya nchi hii ziko na gharama mkubwa sana. Unaweza ukawa unapata pesa ya kuonekana lakini, una uh, utakapolipa mabili zako, kuja kuangalia zile ambazo zinabaki, unaangalia unaona hazitoshi <laughs> kazi unayofanya, muda unaotumia, na pesa unazopata, unaona kama kidogo haziingiani. Ndio unapata wengine pia wanachanganyikiwa wanaanza kujibu watu wa Afrika vibaya, wanaanza kujibu marafiki vibaya, wanaanza kujibu mandugu vibaya, japokuwa sio vizuri. Lazima kubalance na kuelewesha mtu. Ndugu yangu we, rafiki yangu we, hali ni hivi. Sababu ambayo mimi siongei sana ni haya, haya, haya. Kila mtu akikuja ndani ya nchi hizi anakuwa kwa na matumaini, anakuwa kwa na ma, ma, matumaini yake. Lakini ni Mungu pekee ndio huwa anafungua njia hilo ndio ambalo mimi naweza nikakwambia, sababu wewe ukikuja ndani ya nchi hii ukitegemea kuwa tajiri, kuna maskini pia ndani ya nchi hii. Kuna wale ambao wanalala barabarani homeless people, ndani ya nchi hii, na unapata ni wazungu na unapata wengine ni wa hizi nchi na wengine ni watu kutoka masehemu mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kuja ndani ya nchi hii ukitegemea akili zako bado utakwama. Ndiyo, kuwa mpambanaji, tumia nguvu zako kufanya kazi, lakini weka Mungu mbele, sababu ni yeye ndio huwa anafungua njia. Unaweza ishi kufanya kazi ambao ni mzito sana hapa na unapata pesa kidogo sana, ijapokuwa kuna kazi ambao unaweza ukafanya kama unaweka mguu juu ya nyingine una relax na pesa unatengeneza tu. Kwa hiyo uh, kitabu ya Psalms 24 ndo inasemaga ya kwamba earth and everything that lives in it belongs to God, inasema dunia na vyote ambavyo vinaishi ni vya Mungu. Kwa hiyo ni Mungu ndio akona mlango nie, ndo akona opportunities na kila kitu ambacho kinaweza kikawa kinaweza kikakurahisishia maisha. Ndio maana tuache kublame pia wandugu ambao wamekuja ndani ya nchi hizi kusema ya kwamba wamekuwa na pesa, wamekuwa matajiri, wanadharau mafamilia, wanadharau marafiki. Hapana, wana majukumu pia, na wakati mwingine zinakuwa zinaongezeka kuliko vile ambavyo mtu ulikuwa ndani ya nchi yako. Yesu, unapata pesa, lakini ukijaribu kuzifikiria kichwa kinauma. <laughs> mizigo ambazo zimekuwa juu yako, kichwa kinauma na pia zetu wale ambazo tumefanyikiwa kuingia ndani ya nchi hizi, uhusiano mzuri na rafiki zetu na ndugu zetu lazima uendelee kuwa thabiti, sababu hao ndio ndugu zako. Hawezi ukanunua ndugu kwa duka yoyote ile, ndugu yako ni ndugu yako, na Mungu ana sababu ya kukupea huyo ndugu, na ijapokuwa unaweza ukawa na mzidi maisha, anaweza akawa msaada kwako kwa njia nyingi sana ni kitu ambalo lazima tuweze kufahamu. Kwa hiyo, wale ambao tuko nchi za nje tukumbuke mandugu na marafiki na tuendelee kufanya uhusiano wetu kuwa imara ama thabiti. Na wale ambao tumewaacha ndani ya nchi zetu tukakuja ndani ya nchi hizi, e, tuelewe ya kwamba hali zingine ama nchi zingine na hali yake Yaani, vitu ambazo watu wanazopitia na maisha ambao iko ndani ya nchi za Ulaya mara mingi ndio inafanya watu wanakosa muda ya kuongea sana ama ya kuwa sana na mandugu, marafiki kwa simu muda mrefu kwa sababu ya hali ambazo watu wanazopitia. Wakati mwingine ambao unaweza ukawa na muda kidogo Anafanya kazi sana, wanajituma sana. Ako huku, anajirusha huku, anajirusha huku. Kusudi aweze kutengeneza pesa zake mapema ikiwa muda fulani, awe na muda ambao ataweza kupumzika. Sijui kama nimeeleweka, ama nitakuwa ninachanganya vitu kabisa na kufanya watu washindwe kunielewa. Lakini ule ambaye atanielewa, asante, na ule ambaye hatanielewa basi, pengine utanielewa muda mwingine. Ndio maana nitakuomba ukiwa mpya kwa channel hii kumbuka kusubscribe Huwa tunapeana uh, mawaidha na njia kadhaa ambazo zinaweza zikasaidia mtu kwa kujaribu kuweza kuja ndani ya nchi hii. Kumbuka sisi ni mwongozo tu na wewe ni wa kujaribu na Mungu anafungua. Ndio maana umpe Mungu nafasi ya mwanzo na ujaribu ujitume sana kuona uh, vitu kama hizo kuweza kufanyika kwa maisha yako. Kuna kikundi ambao tuko nakyo ambao tunatuma baadhi ya inaweza ikawa link inaweza ikawa ni ushauri kwa gisi ambayo unaweza ukasaidika ikiwa unatamani kuja ndani ya nchi hizi. Na bado kwa hii channel huwa tunazungumzia mengi ya mambo kama hayo eh. Kila siku ya Saturday tunakuwa live masaa ya saa mbili ikiwa ni muda wa East African time, tunakuwa eh, hewani kwa ajili ya kuzungumzia vitu kama hizo na baadhi ya maswali ambao watu wanakuwa nazo kuhusu hizi nchi, kuhusu kukuja, kuhusu kama ni visa kupata urahisi wa kuweza kuingia hapa, huwa tunajibu maswali kama hazo kwa hiyo live ya Saturday. Na ikiwa ni swali ambalo uh, hatuna jibu, huwa tunakuambia tu wazi kwamba hilo, samahani, sababu hatuna jibu ya kujibu swali lako, na ikiwa ni lile ambalo tuko na jibu, huwa tunajibu. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja ambaye unahitaji kuja ndani ya nchi ya Ulaya Eh, basi utakuwa uko mahali pazuri, na ikiwa wewe ni mpya, kumbuka kusubscribe. Na kwa wale ambao wako hapa na unajua njia yote ambayo inaweza saidia mtu, jitahidi uweke hizo njia kwa social media, ama tumia njia yoyote ya kuweza kufikishia watu hizo habari, kusudi waweze kusaidika na kuja ndani ya nchi hizi, sababu ni nchi ambazo ziko na fursa nyingi za kufanya kazi na bado zinahitaji watu kwa sehemu mbalimbali. Asante sana na muwe na siku njema.